Miaka mitano iliyopita pia tulifadhili utafiti kule KSMC ambayo walikuja na vifaa kwa ajili ya kwenda kutesti malaria kwa haraka, na nakumbuka mikoa zaidi ya saba imefanyiwa zile testing na vifaa vya malaria. Lakini tumeanzisha vituo tunasema technology transfer offices kwenye vyuo vikuu ambapo sasa hizi <coughs> matokeo ya tafiti na bunifu zinapotokea kule vyuo vikuu, sababu kule ndiko zinapotokea zaidi, wawe na uwezo wa kuwasaidia kule kule. Miaka miwili iliyopita tumefadhili tunatoa shilingi milioni 400 kufadhili bunifu zaidi ya ishirini kwenye vyuo vikuu kupitia hizi vituo vya teknolojia, kwa sababu tuna vituo zaidi ya hamsini vya ubunifu. Tunafahamu sana ile Buni Hub pale COSTECH lakini ipo zaidi ya hamsini nchi nzima. Na sisi kama serikali tuna vile ambavyo tunaanzisha wenyewe, vile ambavyo wadau wameanzisha, tunafanya nao kazi. Ikipatikana mbunifu kule kwilili, hatuna sababu ya kusema kwamba aje Dar es Salaam. Kituo kilicho karibu tena chetu, tunapeleka kule kule. Kwa hiyo tuna zaidi ya hamsini nchi nzima, ambavyo vinasaidia hao wabunifu wachanga wanaokuja na mawazo yao na ubunifu wao, wanataka usaidizi. Sasa katika hao kama nilivyosema, wa kilimo pia wamo sababu kwa sababu inaongea kilimo pia wa kilimo wamo, wanasaidia kwenye vituo hivyo zaidi ya 50 vipo nchi nzima. Pia tunatumia VETA kama mojawapo ya vituo vyetu kutoa usaidizi kwa ubunifu kutegemeana na aina ya ubunifu zao. Sasa kuna ubunifu anaweza kaja na ubunifu ambao unahitaji vifaa karakana. Sasa VETA nchi nzima zipo na wanakarakana, kutegemeana na aina ya uhitaji. Kwa wote hao wa tunafanya nao kazi. Sasa hayo yote nayasema pia COSTECH tunafahamu kwamba tuna jukumu la kuratibu, tuna jukumu la kutafuta fedha ndani na nje ya nchi. Nimesema tunatoa fedha zaidi ya bilioni 40, lakini pia tumesaidia tumefasilitate kwa taasisi mbalimbali kuingia mikataba na kupata fedha zaidi ya milioni elfu thelathini dola kwa ajili ya kufanya tafiti mbalimbali mbali. Kwa hiyo pamoja na kwamba tunatafuta fedha ndani na nje, zinakuja COSTECH lakini pia wakati mwingine, kuna fedha zingine wadau wanahusika, hawezi kupata pesa COSTECH. Kwa hiyo tunasaidia kuhakikisha kwamba watafiti wetu wanaandika maandiko na kupata zile fedha moja moja kwa moja. Hiyo ni sehemu moja hapo ya uratibu. Kwa hiyo yote tunayafanya sasa, kushirikiana na ofa hizi, taarifa inabidi ziandikwe kinagaubaga kwa lugha nyepesi ili iweze kufikia walengwa. Mtu akiwa mtafiti, ni kweli lazima hii lugha aifahamu, lakini wakati mwingine, niwape mfano, mwaka jana tumefadhili tafiti za masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, ambazo tulijaribu kuangalia. Mabadiliko ya tabia nchi ni mtambuka, inaathiri kilimo inaathiri ndoa zetu, kwa sababu mama anakuwa anachota maji usiku, inaleta ugomvi mkulima na mfugaji, ku kiangalia ni mtambuka pia, inaweza cause magonjwa k kwa, tukasema kwamba utafiti wa mabadiliko ya tabia nchi tunaita iwe ma multidisciplinary, kwamba ishirikishe wadau mbalimbali, sio tu mtafiti mmoja kwenye eneo moja ya peke yake, ina ina maana tulisema kwamba ikiwezekana hata hizi taasisi zisizo za serikali NGO zishiriki. Maana yake nini? Kwamba utafiti ukishafanyika, kuwe na mtu ambaye ni mtaalamu wa kupeleka haya matokeo kwenye jamii, kwa ndio maana tuli pale, pale kwa maana kwamba kazi yetu waandishi ni kubwa ku package hayo matokeo kwa lugha nyepesi kusudi walaji waweze kuya kuweza kutambua kuelewa, kama kitu gani kinasemwa kitu gani kinaendelea, kusudi nini kifanyike.